Umekwisha rekodi video yako kutumia simu yako au kamera, lakini unataka kujua ni namna gani sasa unavyoweza kuiupload kwenye chaneli au akaunti yako ya YouTube. Hii video itaenda kuonyesha hatua kwa hatua ni namna gani unavyoenda kuchukua video yako kutokea kwenye simu au kamera na kuweza kuiweka kwenye jukwaa lako la YouTube ili uweze kufikia walengwa wako. Kwa hiyo, tuende kwenye smartphone yetu tukakuonyesha hatua kwa hatua ni namna gani unavyoweza kufanya hivyo. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa ni ya kwa kuhakikisha kwamba unayo app ya YouTube. Kama hauna utaingia hapo play store, kama unaona ndo hivyo, utaenda pale juu au hapa chini kulia, uta search YouTube. Lakini obviously, kama unatumia Android, YouTube inakuwepo ndani ya simu baada ya kuinunua. Kama unavyoona ya kwangu ipo, ila ijakuwa updated. So since tayari unayo YouTube yako utaenda moja kwa moja kwenye app yako ya YouTube, hii hapa. Then baada ya kuingia kwenye app yako ya YouTube, ukiangalia hapa chini chini kabisa, utaona imeandikwa home, hapa pembeni yake shorts, hapa kuna kijumlisha, subscriptions, alafu hapa juu ya katikati, hicho kijumlisha ndo kinakuonyesha kama unataka ku upload chochote kwao. Ukibonyeza hivyo, utaona video zako zinatokea kwa hapa chini, utaona kwa hapa juu kabisa utaona imeandikwa videos, lakini kwa chini hapa utaona imeandikwa video. Ukibofya hivyo, imeandikwa short hapa imeandikwa live hapa imeandikwa post na vyote hizi ni aina ya maudhui ambayo unaweza kurekodi kwa hiyo post ni post za kawaida tu ni aina ambayo ni kama tu Instagram lakini una post kwenye YouTube. live hii ni live ambayo kama unataka kuingia live kama vile Instagram unaweza kuingia live hivyo unaweza kufanya kwenye live short ni video fupi fupi ambazo ni asizidi dakika tatu ukija hapa unaweza ka, ukaingia uka, uka de kama unataka upload video ambayo ni ndefu zaidi ya dakika tatu, unakuja hapa kwenye video. Sasa ukija kwenye video utaona imekuletea video zako zote ambazo zipo kwenye gallery. Kwa hiyo unatakiwa pia uhakikishe kwamba video uliyoirekodi ipo kwenye simu yako, kama kisha wenye unaweza kai transfer unaweza kutumia waya wa kawaida tu ukai copy, ukai paste kwenye simu yako. Baada ya kuingia tu kwenye simu yako utaiona kwenye gallery. Kwa kwa mfano hapo unaona kuna video tofauti tofauti hapo na video za, uh, za mtu hapa, rafiki yangu na business partner pia. Kwa hiyo utakuja hapa, kwa mfano tuchague hii ya dakika 18. Hii hapa na hii ya dakika 18 hii ni ile rekodi ni iliyopita niliongelea kuhusu kufungua akaunti ya YouTube. Kwa kama unataka ujifunza namna kufungua akaunti ya YouTube unaweza ukabofia kutaona kidude hapo juu, kitatokea hapo juu ambacho kitakupeleka kwenye hiyo video. Haya, tuendelee. Utabonyeza <coughs> next. Sasa hii ni sehemu ya muhimu hapa, unaweka taarifa za taarifa za video yako. Utaona hapa juu inaonyesha create a a title, type art to mention a channel Chini yake utaona imeandikwa add description, and then kuna public hapo imeandikwa audience location. Itaenda kupitia vya muhimu ambavyo unahitaji kuvijua kwa mtu anayeanza. Kwa cha muhimu sana hapa ni namba moja, title yako. Kabla tujaongelea hichi cha juu, kushoto ni thumbnail. Kabla tujaongelea hivyo vitu, so cha kwanza kabisa ni title yako. Title yako kwa lugha nyepesi kabisa ni kitu gani mteja wako mlengwa au mlengwa wako anaweza kawa mteja, anaweza kawa mtu yoyote ambaye unayemlenga kuiangalia kutazama hii video, ni vitu gani akivisoma hapo vitamvutia aguse hiyo video na kuitizama. Usiweke kitu ambacho unafikiria hiko ni kizuri, weka kitu ambacho kina kina uwezo wa kumnasa huyo mtu kwa hiyo je, yeah, anatamani nini? Je, yeah, ni kitu gani ambacho unasuluhisha? Uh, kwa hiyo unakiweka hapo. Kwa mfano hapa hii video ni video ambayo inamsaidia mtu kufungua akaunti yake ya YouTube. Kwa hiyo hapo unaenda moja kwa moja unaandika, labda njia rahisi. Akisha ni rahisi kweli, njia rahisi ya kufungua akaunti ya YouTube labda unaweza ukasema ulifanya hii tongeza hapo ili mtu akiona kwamba ni, ni hatua kwa hatua inaweza ikamsaidia. Ah, okay, kumbe ni hatua kwa hatua atanipeleka hatua kwa hatua, kwa mtu anaanza kabisa anaogopa mambo magumu. Au unaweza ukaongeza dakika kumi na tano tu, unaweza ukasema dakika kumi na tano tu kwa mtu ambaye eh, kumbe, kumbe itumie mda mrefu. Unaweza ukaandika hiyo title. Hakikisha title yako isiwe ndefu sana kwa sababu limitation yake ni characters mia, kwa maana ya maneno au chochote unachojaza nafasi, kama ni space ne, letter au herufi, zikifika mia huwezi kupublish kwao. Hakikisha ni kumi, hakikisha haizidi mia. Na tip hapo, kwa unaita pro tip, hakikisha karakta za kwanza au herufi za kwanza, labda kutokea hapa mpaka uh, hapa useme kama arobaini za kwanza zinamaliza au zinatoa taarifa kamilifu kwa mtu ambaye anakwenda kuiclick, kwa sababu watu wengi wanatumia simu especially wa Tanzania, Watanzania. Kwa hiyo ukiweka, ukiweka title ndefu sana itakatika, na ikikatika somehow anakuwa hawezi kujua inahusiana na nini, alafu ataipita. Kwa hiyo hapa mwanzoni kama njia rahisi ya kufungua akaunti ya YouTube kwa hiyo hii inasema moja kwa moja hii video inahusiana na nini. Kwa hiyo usiweke kwamba video eh, ikawa ndefu sana mpaka afike huko chini ndo anaweza kujua ni nini. Kwa hiyo usifanye hivyo, hakikisha kwa mwanzoni ndio, ndio unaweka uh, taarifa zote za muhimu. Baada ya kuweka title unakuja kwenye description. Description ina kazi mbili ya kumtaarifu mtatu, kazi tatu, ya kumtaarifu mtu hii video inahusiana na nini, kama anataka ku uperuza au kwenda haraka na kusoma. Namba mbili inaweka taarifa za muhimu, kama uh, kontakti zako ukitaka kufiki kwa njia ya social media uh, pia inaweka uh, kuna mtu naitwa timestamps au vituo. Unakuta mtu ameweka video ndefu ya dakika hamsini au lisali zima ambayo inamsaidia mtu aweze kujua sehemu ya kuanzia <coughs> bila kupitia video nzima. Lakini ya tatu Uh, description ni muhimu ambayo ni muhimu sana kwa mtu ambaye anaingia kwenye YouTube search anatafuta mm, kusearch video fulani YouTube au mfumo wa YouTube unavuta hiyo video kwa kuangalia vitu fulani kama description kwao. Pale kwenye description ukielezea video yako inahusiana na nini, ndo itajua, oh, okay hii video inalingana au inawiana na unachoenda kukitafuta au ile mtu anaenda kutafuta pale kwenye search. Kwa ukiweka vitu ambavyo sivyo, video yako inaweza isipelekwe kwa watu sahihi. Kwa hakikisha unaidescribe video yako, kwa mfano kwenye video hii, kwenye video hii utakwenda kujifunza, hakikisha unaweka maneno ambayo yanaendana na kile kitu mtu anaenda kuki, kujifunza au ku, ku, kukielewa au kukipata namna ya kufungua au kufungua, unaweza ukaongezea Uh, kwenye video hii nimeweka ni hatua tatu, ukaelezea hizo hatua labda hatua ya kwanza ya pili ya tatu unavyoendelea kuidadavue usidavue sana, kwa sababu itamchosha mtu akiwa anajaribu kuelewa hii video inahusiana na. Let's say tumefika hapo tumesema okay. Unaweza kuongeza hashtags uh, kwa mfano hii video inahusiana na, na, uh, na let's say unagusa hapa labda inahusiana na, na kufungua akaunti za YouTube au tuseme YouTube. Hizi hashtags ni namna YouTube inapangilia content zake ili mtu akisearch, hivyo hivyo kama description inasaidia kuipangilia kwa namna ya mtu akisearch aweze kukutana na video husika anayoitafuta. Kwa hiyo kwa mfano labda hapo unaweza kusema kufungua channel labda akaunti ya YouTube Uh, YouTube ila kwa sasa tutoingia kwa undani zaidi kwenye hili swala la za hashtags, ila wewe jua kwamba zina msaada huo, usistress sana. Cha muhimu hakikisha content yako uliyorekodi umeirekodi vizuri. Kwa baada ya hapo, utarudi nyuma, unaona kama hapo description tayari ipo, and then kinachofuata hapa pia ni muhimu, utaona imeandikwa public. Sasa baada ya kurekodi video yako unaweza ukaamua either uipublish au ya uipublish mda huo huo, uitoe ionekane mda huo huo, au unaweza ukaamua iwe private, au unaweza ukaamua iwe private, kwa maana ya mtu yoyote akienda ku search hatoiona, ila ukituma link mtu anaweza kaiona. Kwa mfano ukiangalia hapa imeandikwa public, public inamaanisha mtu yoyote akisearch hiyo video ataiona baada ya kuipublish maana yake mtu yoyote mwenye link ya hiyo video ndo anaweza kai view. Kwa mfano, labda umeweka kozi kozi ya labda video zako tano, ambayo ni kozi yako ya kulipia ambacho ni kitu ambacho mimi nimefanya. Kwa hiyo baada ya ku ya kuweka hizo kozi tano, uweki public, unaweka unlisted then, inamaanisha mtu akishalipia ndo unamtumia hiyo link, anaweza ku view. Baada ya ku view labda link yako unaweza ukairudisha ikawa private. kwa hiyo tukienda kwenye private, Private ni wewe, only people you choose can view, yani mtu yote ambao unaamua yeye ku view ndio anaweza ku view hiyo. Unaifanya kwa namna gani? Kwa kutuma link. Hii link unaituma kwa email kabisa, lakini ukiweka private ni wewe tu unaweza kuona na mtu unayeamua kuona. Kwa hiyo in other words, sometimes unaweza kama record video lakini haujaipenda au kaona hii video haijafikia malengo fulani, au labda ni video ambayo umerekodi hutotaka kuipublish leo, labda unataka kuipublish miaka miwili ijayo. Kwa hiyo unaweza kuweka private na ukaendelea tu vizuri na utaikuta huko ndani all the time. Then kuna ya nne hapa ambayo ni schedule. Schedule ni kwamba labda baada ya siku tatu, unataka uipost video Jumatano au Alhamisi, La juma labda Jumatano au Alhamisi au Jumapili, na Jumapili labda upo kanisani au Jumatatu uko kwenye mikiki yako au mizunguko yako, hautakuwa na muda wa kufungua simu yako, kwa hiyo unakuja hapa unasema schedule. Schedule inamaanisha kuipost muda fulani na unataka mimi kwa hiyo itaenda public mda fulani kwa hiyo utaamua hapa, utasema ok, mimi nataka ni posti tarehe ishirini na tisa, Alhamisi. Itakuwa saa ngapi? Utasema mimi nataka iwe, sio saa sita asubuhi kwa am asubuhi, pm ni mchana, unataka useme labda iende saa tisa mchana. Je, kuposti mda fulani inamata? Well, sio sana, kwa sababu ya algorithm au mfumo wa YouTube unaipeleka inaipeleka hiyo video kwa wale wanaohitaji. Kwa hiyo hata kama ukaposti saa tisa, saa tano, saa saba, ila ni vyema ukaposti tu ile muda wa kawaida ambao watu wapo kwenye au walengwa wako wanakuepo kwenye mazingira ya jukwaa la YouTube. Kwa hiyo tukisema, kwa hiyo, kwa mfano kama hapo tunataka tufanye public, nataka tuishejo, basi utaiacha hivyo hivyo tu, alafu utarudi nyuma. Hii premiere, premiere inamaanisha muda huo ndio itakuwa live kwa maana ya itaanza kuoneka itakuwa kama live mda huo. Kwa mfano kama una episode yako labda ya podcast ya lisali moja umeweka hapo ukisema premiere na maisha saa tisa inaenda live yenyewe. Kwa hiyo mtu akienda pale kwenye YouTube moja kwa moja itamuonyesha hii video ndo ina premiere, iko live. Kwa hiyo baada ya hapo kasema mimi sitaki premiere, nataka tu kawaida, utaona hapo imeandikwa January 29 saa tisa ndo itaenda, then audience hii ni muhimu, hakikisha ipo no, it's not made for kids, sio wa ya watoto, kwa sababu kika ya watoto kuna mambo mengi hapo, content za watoto uh, zina restrictions, na kama ni ya watoto yes yes unaweza, lakini ukiweka yes, kuna kuna mambo ambayo hayawezi kuwafikia watoto. Kwa hiyo weka no kwa sababu naamini sio ya watoto. We can go back here and tukasema tu public. Baada ya hapo, hizi sehemu zingine ambazo sio za muhimu sana kwa sasa Add to playlist. Kwa kama una playlist zako za kwenye channel yako, umeandaa orodha ya video ambazo umesema hizi video ni kwa ajili, inahusiana na let's say inahusiana na mavazi, hii inahusiana na show yangu ya vitu fulani, utaweka utaweka hapo. Kwa hiyo labda kama ushatengeneza playlist, unaweka labda sema hii labda iende hapo, ila sasa hivi lengo letu ni kuhakikisha kama video yetu imeenda online. Huku kwenye shorts and remixing, haina shida, wanaweza kutumia video zako wajili ya kufanya kwanza. Kwa hiyo huhitaji kuanza nayo kiiyo. Na inviter, collaborator, hii ni kama unataka kufanya na mtu hiyo, kama unataka ku, kufanya unaitafuta tu channel yenyewe ataka nifanye na uza kitajiri hi hapa ne yenyewe naeza hii, inakujap inaletea i link, alafu namtumia huyo mtu kwamba hey, tufanye collab kisha mtumia collab invitation. uh, inaona pale nasema pending. yeye mwenyewe ataenda kui, kui accept. alafu video yangu itakuwa ina collab na na hiyo channel. So baada ya kuweka vyote hivyo, cha muhimu ambacho kinatakiwa cha kwanza kabisa uh, au baada ya title ni hii hapa juu kushoto, thumbnail. Ni muhimu sana, ni muhimu kuliko kwa sababu gani Kabla mtu hajasoma hata title yako ya hapo chini, lazima thumbnail itokee. Thumbnail ni ile picha inayotokea hapo juu. Kwa mfano hapa kama unaona hii, hii hapa unayoiona hapa katikati hii hapa iliyoandikwa namna ya kufungua chaneli ya YouTube kwa dakika 15 ndio thumbnail ya chini yake, hii ndio YouTube title. Kwa hiyo hakikisha unafanyia kazi thumbnail yako, na thumbnail hakikisha usiweke maneno mengi sana, go straight to the point. Je, yeah, ni kitu gani mtu atatoka nacho baada ya ku, ya kutizama video yako? Au ni kitu gani kitamvuta au ana maumivu gani kwao? Namna ya kutoa chunusi, kwa toa chunusi kwa njia hizi tatu ah, ambazo hazikuhitaji kufanya hivi hivi. Tumia dakika 15 tu kufanya hivi. Namna ya jinsi ya au hatua tatu za na kadhalika. Kwa hiyo uh, ukiangalia hivyo, ukizingatia hivyo ni muhimu sana na kudesign hapa utatumia Canva. Kwa hiyo, Canva ni app ambayo inakusaidia kuweza kudesign hizi thumbnails kwa uwepesi kwa urahisi na kwa haraka kwa hiyo, ukitaka kujua namna ya kudesign, kuna video nitaitoa na kama nishaitoa utaona ki ki link kitatokea hapo juu, utabonyeza, utajifunza namna ya kudesign thumbnail zako mwenyewe kwenye simu yako kutumia Canva. Kwa let's say, hii ndio cover photo yetu tunataka tuitumie hii. Ukishafanya hivyo, tunaweka done, unaona imetokea hapo, tupo tayari, tunahakikisha vitu vyetu, tunahakikisha kwamba title imekaa sawa. Ukishaona imekaa sawa, tunajua inaenda public, uta click upload. Baada ya kubonyeza upload, tunaona itaanza kubafa, utaona hapa chini uploading. Kwa maana ya baada ya muda mchache tu itamaliza kuupload ukitaka kujua status ya kuupload unaweza ukaja tu hapa chini kulia aa na shaibonyeza mm. utaona your videos utaiona hapo hii hapa unaona iko preparing 12% kwa hiyo after that utasubiri tu ikisha prepare ita upload ikishamaliza itaenda public automatically na itakuwa kama hiyo ya hapo chini kwamba utaweza kuiona, mtu anaweza kavyu kiurahisi. na there you go, tayari umeshaweza kuupload video yako ya YouTube kwa urahisi kabisa. Labda kwa yule ambaye anataka kuupload short, anaweza akarudi tena hapa kwenye nchi jumlisha, akasema mimi sitaki kuweka video ndefu ya dakika tatu, nataka ya fupi kuoneka hapa short ya hiyo sekunde kadhaa unaweza ukaja hapa kushoto itaingia kwenye galeri yako kwamba ndio video unataka uupload utaandika next baada ya kuingia hapo itakupa fursa ya kukata kwa mfano hii ndiyo intro. hii ni intro ya hii video ambayo tunaifanya sasa hivi lazima ukinataka niikate kutokea hapa huku kwingine utagusa huku pembeni utavuta aa nataka ianzie labda hapa nasema okay. Then after that utaweka done. Baada ya kuweka done, itaza kufanya processing. Kumbuka kati na process hii ile kule pia ina process, kwa hiyo ile kule haitoacha, itaendelea kuupload na kuprocess. Hata kama ukiondoka YouTube itaendelea kuprocess vizuri, na ikimaliza itaenda public. Sasa ikishamaliza kuprocess, una video yako iko hapa, utaingia kwenye editor ya YouTube, kwenye editor ya YouTube hapa hatua, unaweza kuongeza mambo yafuatayo. Unaweza kuongeza maneno, kwa mfano labda unataka kuweka title kwa hapo juu, namna ya kufungua uh, kuupload labda tuweke kuupload video, video YouTube kwa mfano, hiyo ndiyo title. Kumbuka title, hakikisha unaweka kitu ambacho mtu anataka kujua Mmu keka sehemu ambayo inaweza kuonekana fanya ndogo hapa juu. Kama unaona hizo alama, hiyo mistari inayotokea hapo hiyo inakuonyesha ni sehemu nzuri sahihi ya kuweka kwamba, ukizidisha huku naeza sionekane, ukiweka kwa hapa chini ni sehemu sahihi. Ukiweka huku pembeni, nakuonyesha huku inaweza ikatike, ni sehemu ambayo hawashauri uweke. Kwa hiyo anasema bora uweke hapa katikati au unaweza ukaweka kwa hapa, ila hapa inaonekana inapendeza zaidi. Kwa hiyo tutaiweka hapa kamera na kuweza kuiweka, sema sawa. Hii ingine ni filter. Kama nataka kuongeza filter, labda nimeifanya, kwa hiyo kuna namna haionekani vizuri, tuweke filter, unaweza kucheza nazo hapo. Kwa watu ni namna gani unaweza kusema, mimi ngoja niache, baada ya kumaliza utaweka. Kama utaki, unaweza kaweka hii ya hapa, kwa maana inaonyesha sihitaji chochote kwenye channel yako ya YouTube. Hapa kingine in ni caption. Caption ni subtitles zitatokea. Kwa hiyo hapo itajenerate caption. Kama ni video yako unaelezea mambo kwenye jukwaa la YouTube, unaamua okay, nataka iwe na caption mtu aweze kusoma. Itajenerate. Sasa hivi naona haiwezi kuchukua caption ya Kiswahili, naona inasema unable to add caption. Kwa hiyo ikitokea hivyo sio lazima uweke Hizi ni stika. Kama utaongeza stika uh, kuweka emphasis chaneli, au kama unataka kufanya maswali, kama ni swali unataka mtu ajibu, unaweza kufanya. Kama hutaki basi unaacha, unaichukua, unaishikilia, unaidrag, unaiachia hapo delete. Au kamera hapa, ni kama unataka kuweka voice over, kama unataka kurekodi juu ya hii, kwamba ni video labda unaelezea mapishi lakini ukasema ok nai upload afu unaweza ukairekodia kwa hapo hapo kwa rekodi, kurekodi, yon una rekodi. Baada ya kurekodi unaukiona umeshafurahishwa, kama unataka ku add sound au mziki huku juu kabisa katikati sio kugusa hii, utaona miziki ambayo YouTube inakupatia. Unaweza ukasearch miziki tofauti tofauti, utaona inayoendana. Kuna ambazo kama ulizisave sawa, kama ujazisave Ukija kwenye genre hapo, unaweza ukasearch kulingana na unachokitafuta. Unataka hip hop, unataka dance, kwa unachagua kitu ambacho kinaendana na unachotaka. Kama hautaki kutu sauti kabisa, si, ni video ya unakuja juu kulia hapa, unagusa ili uweze kufikia, nasema sitaki sauti, unaweza kazungusha hapo kwenye mwisho, au unasema nataka sauti, unaweza kupeleka mpaka hapo. Kwa hatua ni namna gani unaweza kufanya hivyo. Ushaona mefurahishwa iko poa. You see, you see, next mbuka ni vile vile, akisha title zako zinaendana na mteja wako mlengwa au unayemlenga. Kwa hiyo again, namna ya ku-upload vingine vyote kama nilivyokuonyesha kwenye video ile ndefu. Unataka public, mfano inataka niifanye unlisted au unataka nifanye public? Ushamaliza, kisha kids iko no Then, na hit upload. Inaenda directly, ina upload. Utaona iko hapo uploading. Kwa hiyo wakati hiyo ina upload, tukarudi kuangalia t inaendeleaje hii. Nagusa hapa kuja videos. Utaona iko hapo inakwambia sending file 6%. Kwa hiyo inakwambia bado muda inaendelea kufanya kazi. Ikimaliza ita publish. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna unaweza kuupload video ndefu pamoja na video fupi kwenye channel yako akaunti yako ya YouTube. Na hivyo ndivyo jinsi unavyoweza ku au kuweka video kwenye jukwaa la YouTube au akaunti yako ya YouTube. Kama unataka kuendelea kujifunza zaidi vitu kama namna ya kutengeneza thumbnail au zile cover za YouTube, namna ya kuedit kwenye CapCut na vinginevyo, kwa lengo la kukuza community yako subscribers wako, ili uweze kuanza kutengeneza pesa kwenye jukwaa hili la YouTube, basi subscribe kwenye channel hii ili uweze kuendelea kujifunza. Asante sana kwa kusikiliza video hii, na tukutane tena kwenye video vijayo.